Mwadhama Kardinali Rugambwa, washama baba askofu, waumini na wageni wote, pamoja na maendeleo ya kiroho, serikali inatambua mchango mkubwa wa Kanisa Katoliki katika maendeleo ya taifa letu, hususan kwenye nyanja za elimu, afya, mawasiliano na huduma za kijamii kama vile maji, miundombinu ya kusaidia wahitaji. Kazi hii njema inafanywa katika maeneo mengi nchini na kwa hakika mmekuwa mkishirikiana vizuri na serikali kuwahudumia wananchi. Kwa upande wa jimbo kuu katoliki Tabora pekee, sehemu kubwa ya miundombinu ya kutolea huduma iliyoanzishwa na wamisionari kama vile shule, vituo vya watoto yatima, nyumba za wazee, maskini, wagonjwa na wasiojiweza wa baadaye, ziliendelezwa na viongozi wazalendo ambao walianzisha pia ujenzi wa miundombinu mingine iliyowezesha utoaji wa huduma za kiroho, elimu na afya katika maeneo mengi zaidi. Sote ni mashahidi wa uwepo wa vituo vya afya, hospitali, shule, ikiwemo shule ya viziwi, vyuo vya kati na vyuo vikuu, pamoja na vituo vya kulelea watoto yatima, wazee na wasiojiweza vilivyo chini ya jimbo kuu Katoliki la Tabora. Uwezo wa taasisi hizi ni kielelezo dhahiri cha mchango wa kanisa Katoliki kwa ustawi wa wananchi na maendeleo ya jamii kisiasa na kiuchumi. Serikali ya awamu ya sita inawapongeza sana kwa kuendelea kutoa huduma hizi za mahitaji ya roho na kimwili. Aidha, serikali inaende, itaendelea kuwapa ushirikiano mkubwa kuhakikisha huduma hizi za kijamii zinaendelezwa na kuboreshwa zaidi kwa manufaa ya wananchi ambao kimsingi ndio walengwa na wanufaika wakubwa endapo litahitajika lolote kutoka serikalini ili kusukuma au kuwezesha utekelezaji wa miradi mnayotekeleza katika maeneo mbalimbali nchini, Mheshimiwa Rais amenituma nikuhakikishie mwadhama kardinali na maaskofu wote kuwa milango ya serikali iko wazi na tunawakaribisha wakati wowote wa, ili kwa pamoja tuendelee kutoa huduma njema za kijamii kwa taifa letu. Kwa upande wetu kama serikali tunaendelea kutekeleza wajibu wetu ipasavyo kuhakikisha malengo na mikakati ya maendeleo tuliyojiwekea inafanikiwa kwa wakati na inawanufaisha walengwa wote. Kama ilivyokuwa wa awamu zote zilizopita, serikali ya awamu ya sita imeendelea kutekeleza kwa vitendo miradi ya kimkakati na mikakati mbalimbali ya maendeleo kwa kushirikiana kwa karibu na wadau, zikiwemo taasisi za dini. Ndugu waumini na wageni wote, Wakati naelekea kuhitimisha hotuba yangu, kuna maeneo machache ambayo napenda niwaombe viongozi wote wa dini muyapatie msisitizo zaidi katika utume wenu. Mosi, niwaombe mwendelee kumwombea Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amebeba dhamana kubwa ya nchi yetu na ana dhamira njema na nia ya dhati kuliongoza taifa hili kufikia malengo ambayo serikali inalenga kuyafikia. Mtume Paul katika barua yake ya kwanza ya Timotheo sura ya pili aya ya kwanza hadi ya pili anatusihi kwanza kabisa kuomba dua, usali na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, ili wapate kuishi maisha ya utulivu na amani pamoja na uchaji wa Mungu na mwenendo mwema. Hivyo kwa kutambua hili hatuna budi kuendelea kumwombea kumuombea mheshimiwa rais ili aendelee kutuongoza kwa hekima na utulivu akiwa na afya njema na uwezo wa kuendelea kutekeleza majukumu yake ya kila siku kwa upendo na unyenyekevu kwa wananchi wote bila kujali tofauti zao pili ni waombe muendelee kuwa walinzi wakuu wa tunu zetu za amani utulivu umoja na mshikamano tunu hizi zilisimamiwa ipasavyo tangu enzi za waasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mheshimiwa Sheikh Abedi Aman Karume na leo zimekuwa nguzo imara za utambulisho wetu kama Watanzania popote duniani. Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne siku ya kwanza alipotoka hadharani baada ya mara baada ya kuchaguliwa kuwa papa, na nafurahi kwamba Mheshimiwa Kardinali eh, wetu askofu mkuu wa jimbo la Tabora alikuwa ni miongoni mwa wajumbe waliotuletea baba mtakatifu Leo wa kumi na nne. Kauli yake ya kwanza ilikuwa kuutakia amani umati wote uliokusanyika pale na dunia kwa ujumla. Tangu hapo baba mtakatifu Leo wa kumi na nne katika hotuba zake za kwa umma amekuwa akisisitiza juu ya amani na umoja. Msingi huu wa amani na umoja ulijengwa na, na Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe alipotuachia amri kuu ya upendo na hatimaye kanisa limeendelea kuishi na kuifundisha amri hiyo mpaka sasa.